Anaangalia walivyo alivyobakwa, walienda polisi kuchukua PF3 kweli ao, au walienda hospitali moja kwa moja, hawakuwa na PF3, baadaye wakaja kujaza PF3, baadaye hata blues kisheria, michilizi iliyokuwa kwenye sehemu za siri haijatajwa pale kwenye PF3. Wakili anaangalia matatizo kwenye ile kesi yalivyo ya anashauriana na wenzake hapa, pamekaaje? Hapa mbona kama nikanjia kakutokea. Anainuka pale kwa mteja wake na mahakamani, anaanza kuuliza hichi akipo sheria inataka hichi, sheria inasema daktari ndani ya masaa sabini na mbili au amefanya moja mbili tatu, hao wamefanya ndani ya masaa mia moja na kitu. Unajua sabini na mbili tunaamini kuwa mbegu za mwanaume zinakuwa hazijafa si ndio? zinakuwa zipo, yaani sample specimen zile unaweza ukazipata kirahisi si ndio? ka tunaangalia matatizo kwenye hiyo kesi, unaona yametosheleza, unarudi kwa mteja wako, si yuko gerezani, unamwambia bana, ile milioni kumi uliotoa nadhani haitatosha. Ukiongeza zikawa ishirini, hii kesi nakutoa, unatoka na unaenda nyumbani. Utashangaa tuandikishane kabisa mkataba wa siri na kutoa kwa sababu nimeshajiridhisha kabisa kuwa hii tunatoka. Anaongeza hela nyingine, tunaelewana. Na wakili kwenda mahakamani, unatakiwa umwekee mafuta kwenye gari. Hiyo ni nje ya ile milioni hamsini, tuko pamoja. Hizo ni gharama ambazo, yani, lazima mzijue, alafu mtambue heshima ya mheshimiwa rais kwa namna anavyowasaidia wananchi, ni sheria imesema hivyo. Sasa unataka unipandishe wakili tena kwenye bodaboda? Nikivunjika mgusu, unafungwa wewe. Kanatakiwa unilipe vizuri, na uhakikishe naenda vizuri kwa gari na ifike mahakamani pale, niseti mambo vizuri, niongee vizuri, na mambo yawe vizuri. Unajua ukiwa na njaa unaweza ukashindwa kusoma. Sheria zile ni nyingi sana.